Habari za leo, karibu tena katika chande yetu ya W7 Clinic. Naitwa Dr. Jimmy, aleo tutaongelea baadhi ya watu wenye changamoto ya vidonda vya tumbo. Wamekuwa wakituuliza sasa, Dr. M. tupeni mpangilio wa siku mlo wangu uh, wa siku yani, mlo wangu kwa siku uweje kwa mimi mwenye changamoto ya, vi, uh, ya, mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux kuanzia asubuhi mpaka jioni mlo wangu uweje, lakini pia nile saa ngapi? Ni moja ya maswali wengi wamekuwa wakituuliza. Lakini nikukumbushe kwamba kwa mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo kula kwa muda maalum ni vizuri zaidi na itakusaidia kuweza kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwanza tunaanzia kwenye muda, eh, muda ni kitu cha kuzingatia, lakini pia vyakula unakula nini. Na nikumbushe kwenye video ambazo zimeshapita tumeshaongelea uh, vyakula ambavyo unatakiwa kula kwa mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo: ndizi za kupikwa, ndizi mbivu, tikiti maji, e, samaki, mbegu za maboga unaweza ukatumia, lakini uh, zile mboga za majani spinach, uh, kale, matembele, lakini pia viazi vitamu, ulezi. Hivyo ni vitu ambavyo tumeshaorodhesha uh, unaweza ukatumia. Sasa hapa muda unao unatakiwa kula na ule nini itakusaidia lakini pia lifestyle kwamba ufanye nini baada ya kula ili uweze kuondokana na changamoto hiyo nikumbushe kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu basi usubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku nikumbushe unapokuwa unafata huu mlo hakikisha unapata dawa moja kwa moja ambayo itakusaidia kuondokana na changamoto hiyo Kitumia stomach acid ni moja ya tiba ambayo asili imesaidia watu wengi wengi. wengi wengi sana kwa sababu ina zinki na vitamini A na probiotiki na inaweka uwiano sawa bakteria wanaopatikana tumboni na kuweza kusaidia kuondokana na changamoto ya asidi. Kwa hiyo sasa, usitegemee tu kula chakula pekee kitakusaidia kuondokana na changamoto hapana. Lazima unapo kula chakula, unatumia na moja kwa moja tiba ya uhakika Unachotakiwa kufanya asubuhi, unapoamka kabla ya kupiga mswaki, yani pale ume, umeamka asubuhi umesali. Baada ya kusali sasa ufanyeje? Baada ya kusali basi, hakikisha unaanza na maji ya vuguvugu yaliyochanganywa na asali. Kunywa maji yako ya vuguvugu yaliyochanganywa na asali, alafu baada ya hapo utaendelea na programu zako, kwa sababu baada ya hapo nakuta mtu unapiga mswaki, unajiandaa kwenda kwenye majukumu. Kwa hiyo kisha kura hiyo, basi unajiandaa sasa, kama utakuwa unakunywa uh, unakunywa uh, chai muda huu asubuhi unapoamka, uh, kabla ya kwenda kazini, basi unatakiwa kutumia uh, uji wa ulezi, uji wa ulezi ulio na sukari kidogo sana, au uh, uji wa mtama plus. Ukishakula uh, hiyo basi pale unaweza ukawa na mayai mawili ya kienyeji ambayo yamewechemshwa, au uh, unaweza ukala na ndizi, ndizi au papai au uh, parachichi, chochote utakachokipata ili uweze kuweka tumboni mwako mara nyingi. Hii inalinda kuta zako za tumbo na itaweza kukuangusha. Kwa hiyo utaangalia ni kipi rahisi wewe unachoweza kukipata. Parachichi tumia, ni zuri sana pale unapokunywa, au kama wengine wanakuambia bana, mama, swala ya uji mimi sijazaa na za supu. Sasa kama unakunywa supu, hakikisha supu ya mchemsho wa samaki ambayo hujaongeza chochote kile eh. usiongeze mafuta, usiongeze njonjo njo, njo, njo. usiongeze sijui nyanya, hapana, usiongeze viungo. Wengine ambao unaweza ukanywa supu yako hiyo na parachichi au na ndizi, lakini pia au na papai. Hapo asubuhi unaweza ukawa umekata kama ile asubuhi unakunywa nyumbani chai, kwa wale sasa, kwa wale ambao mpaka waende kukomaa basi a, kwenye mida ya saa nne mida ya saa saa tatu saa nne, basi unaweza kanywa supu yako au uji na ulezi plus uh, uh, protini ambayo tunasema uh, ni ni, ni, ni, ni mayai ya kienyeji, sio ya kisasa. Mayai ya kienyeji yaliyochemshwa ya, sio kukaangwa, sababu yenyewe ukishakaanga ni kosa kubwa la kisheria. Hiyo inaweza ikakupa changamoto E, moja kwa moja changamoto kubwa. Lakini sasa, mchana mchana inakuwaje? Sasa mchana wako uweje? Mchana wako ni simple sana. Mchana wako iwe saa saba mpaka saa nane hapo chakula, saa saba mpaka saa nane. Na hapo katikati unatakiwa uwe na uwe na vitu kama hivi. E, sitangazi jamani kampuni lakini e, tumeshaelewa hivi, sawa. E, usisubiri mpaka ushauriwe na daktari unaokuona unatumia kwa sababu ina neutralize ile asidi mchana, unaweza ukala au kutumia uh, uh, viazi vitamu. Viazi vitamu ni vizuri, vina fiber. Viazi vitamu unaweza ukawepo, na mboga za majani unaweza ukawepo pale, lakini pia unaweza ukala na samaki aliyochemshwa au nyama iliyochemshwa ambayo haina njonjonjonjo nyingi, isiongezewe vitu vingi, sio yani, sio kwamba isiongezewe isiwekewe kabisa. Unaweza ukala hiyo mchemsho wako na hiyo uh, e, na hiyo e, e, mchemsho wako na hiyo viazi lakini pia unaweza ukanywa na juisi ya karoti, sio mbaya. Juisi ya karoti ni nzuri zaidi ukitumia, lakini pia hata kama una bamia umeroweka, unaweza ukatumia yale maji yake, ni mazuri sana. Kwa hiyo mchana wako unaweza ukawa hivyo, ukalala mbele. Lakini pia ikifika uh, jioni, jioni ufanyeje? Jioni piga mtindi wako kupiga papai lakini unaweza ukanywa na uji wa ulezi jioni unaweza ukawa na matunda yako ukara kidogo pale basi ukaenda kulala na jioni hakikisha unakula kabla ya saa mbili usiku na ule masaa mawili kabla ya kwenda kulala hapo itakusaidia lakini pia baada ya kutumia hiyo inabidi utumie na stomach acids ya hiyo ni tiba ambayo inapatikana kwetu inapatikana kwa shilingi laki tatu ni nzuri sana imesaidia watu kuondokana na changamoto hiyo utaitumia baada ya kuitumia ah, baada ya masaa mawili unaweza ukaenda kulala ukienda kulala kuwa wako lakini, ulalia upande wako wa kushoto. Kama utakuwa na swali kama kuna kitu kimekupendezea hapa, akikisha una save video hii, lakini una share, ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Akikisha una subscribe uwe mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.